Mechi ya kimataifa katika kalenda ya FIFA, mechi ya kirafiki timu za taifa kwa Tanzania na Kuwait. Miguel Gamondi na Musa Ndou katika benchi la ufundi la Stars moja, tuone atafanya nini. Helio Sousa, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja, tuone atafanya nini. Helio Sousa, karibu sana katika matangazo ya moja kwa moja ya mechi ya kimataifa ya kirafiki ni Kuwait dhidi ya Tanzania, uwanja ni Al Salam, jiji ni Cairo, ikiwa ni, ni maandalizi pia ya AFCON 2025. Shehab anapoteza, anafanya pressing nzuri sana. Novatus Dismas anaweka pasi ndani huko, sasa Sopu meaeni <coughs> kwa <coughs> Shomari Salum Kapombe anaweka cross ndani huko, nafasi nzuri kwa Mustafa anatumia kuandika goli Charles M'mombwa dakika ya sita ya mchezo, na kumduaza mlinda mlango Khalid Rashid. Ni mkakati ambao ulitengenezwa na ukatengenezeka. Angalia namo ambavyo kazi alifanya Abdul Suleiman Sopu, Shomari Salum Kapombe akaifanya kazi ambavyo huwa anaifanya bora mara zote, lakini angalia alivyokwenda juu na kukadiria Charles M'mombwa. Nini zaidi angefanya mlinda mlango wa Kuwait Khalid Rashid. Hii ndio stars ambayo pengine Watanzania wengi wanatamani kuiona. Ahmed Hussein pasi ya kisigino kwa Taryin Allarakhia. Allarakhia ameweka kwa Charles Mombwa, kona, deflected shot. Angalia kazi alifanya Mohamed Hussein, baada ya kuona njia imezibwa akaona pana ipo nafasi ya kuweka kisigino kwa Taryin Allarakhia mbali chekecha akaiseti nje kidogo ya box ya kumi na nane shuti la Charles Mombwa likaguswa na likaenda nje mpira, yes. Mzuri wa kuchonganisha anaocheza na kuongezea kasi, Mabula Alfons Allarakhia ya Tari, Charles Mombwa amepita kati kati yao na kuondoka, lakini hawakumruhusu waende, okay. <tipanenine> <tipanenine> Ah.

katika eneo hili ama kwenye uwanja huo wa Al Salam, Muhammad Hussein anaipiga ns kona in wanaondosha Kuwait, lakini bado haijaondoka wa hatari, wanakwenda tena nje na aa kuruhusu goli la pili. Uliparazwa ule mpira katika mkono wa mlinzi yule wa Kuwait, na ndicho ambacho Stars walikuwa akilalamikia al wamekosea, Kuwait wakaadhibu Kevin John, lakini bado miliki ni upastazi. Taryin Allarakhia amefungua vizuri sana Charles M’mombwa, kwa Taryin Allarakhia, goli la pili kwa Tanzania. Bado ana maswali asiyokuwa na majibu mlinda mlango Khalid Al-Rashid na wanaongeza maswali magumu vijana wa Miguel Gamondi, ndani ya dakika 34. Helio Sousa kocha wa Kuwait, kichwa kinawasha, hajui wapi ajikune. Jaribio zuri ambalo alilianzisha Taryin Allarakhia, Charles M'mombwa akaiset okay, akaikunja na ikakunjika Taryin Allarakhia, mahala ambapo mlina mlango Khalid Al Rashid okay, okay, okay. aliishia kutazama alitazama akaangalia kama vile anatazama mwezi mwandamo mpira ukajaa kambani na Tanzania inaandika goli la pili kupitia Taryin Allarakhia Abdul Suleiman Sopo dakika 45 za kipindi cha kwanza zikikamilika, inasikika kwa sauti kubwa kabisa kipyenga cha mwamuzi kuashiria kuanza kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Ni Kuwait dhidi ya Tanzania na Stars wakiwa mbele kwa magoli mawili kwa sifuri. Zorak ama the Blues wanaanza kwa shinikizo la juu. Kuwait Onside. Mtazama mpira uendelee wekwa mpira mzuri ndani huko wanauondosha. Walifunga wow! oh! dakika ya yeah! sita kipindi cha hey! kwanza, lakini dakika ya kwanza ya kipindi cha pili wanajibu mapigo baada ya ajizi iliyofanyika, vijana wa kocha Elio Sousa wanapata goli la kwanza. Walidhani kwamba ameotea lakini haikuwa hivyo, kwa Eid Al Rashid akapiga krosi ambayo walinzi na mlinda mlango walipambana kuondosha hatari, lakini ikamkuta kwenye mguu wake wa kulia Mohamed Daham, ambaye hakufanya makosa wala hakuweka ajizi, akapiga mpira kwa kushindilia mno na kujaa kambani kwa kuandika goli la kwanza. ni mbili moja Tanzania mbili Kuwait moja dakika ya kwanza. <coughs> Kwa kipindi cha pili Miguel Gamonde anauliza nini. Reda, mlango amekosea, wanaandika goli la kusawazisha ni mbili mbili sasa. Wamerejea kwa moto mno Kuwait. Kama walizani kwamba ni dodo chini ya mbuyu Tanzania, basi hiki ambacho kinatokea kipindi cha pili pengine kinawapa majibu tofauti. Yule yule aliyefunga goli la kwanza Muhammed Daham ndio anafunga goli la pili akitumia makosa ya mlinda mlango Yakubu Suleiman. Angalia mpira ambao unaonekana kama hauna madhara na ulikwisha ingia kwenye kumi na nane kiasi, angeweza kudaka au kufanya uamuzi sahihi zaidi Yakubu Suleiman, lakini akaamua kuondosha, akachimba nyasi na mpira haukuondoka kwa kasi aliyotamani, na Mohamed Daham anaiandikia Kuwait goli la pili na goli la kusawazisha. Kuwait mbili Tanzania 2 oh! Taryin Allarakhia ana mwache wa kwanza ametengwa kwa Abdul Sopu imetengwa kwa Calvin John anafinya Calvin John mabatiza kwa katika ukuta ule wa walinzi wa Kuwait Novatus Dismas Aminyonga kwa Mohamed Hussein Aminyonga tena Charles momo anachelewa na wa kwanza ni mlinda mlango zuri ambalo lilipangwa Mohamed, hey, Hussein anataka hey, kuuteka ule mpira kwa Charles Mombwa, lakini hesabu zake zilikataa, ya touchline wanarusha mchezo kwa mkono mpira na kutengwa kuelekezwa Tanzania. goli la tatu wanaandika Kuwait. Mpira wa kutenga wa Muhamed Daham kwa mara nyingine anakuwa na madhara, na huu unakutana na mguu wa Yusuf Nasser. Il Gamondi anajiuliza hiki nini? Kipindi cha kwanza timu yake ilikuwa bora kiushambuliaji na kiulinzi, lakini kipindi cha pili wanaruhusu magoli matatu. Mpira ambao ulichezwa kwa mkono na novatus dismas, mfungaji wa magoli mawili mohamed daham akapiga mpira wa kutenga, walinzi wakiwa wamezubaa, akakatiza yusef Nasser. Mbinu nzuri ambao wanaitumia Kuwait, walisoma nini ambacho walikosa kipindi cha kwanza, na ndio kitu ambacho walikuja nacho kwa ubora zaidi kipindi cha pili, katika safu yao ya kushambulia wakitumia vyema makosa ya kiulinzi ya timu ya taifa ya Tanzania na yeah, kuandika magoli matatu yeah, Charles Mombwa amepisha yeah, kwa Shomari Kapombe na unafika kwa mlinda mlango Khalid Al Rashid Job ni kona. Kwa kona nzuri ndani uk mlinzi wa kati aliyekwenda kuongeza nguvu kwenye mashambulizi, Hassan Hamdan ala lens anaiandikia Kuwait goli la nne. Kuwait nne Tanzania mbili. Sasa anaona mipango aliyopanga inakwenda sawasawa, kocha wa Kuwait heliyosusa wakati ambao Yakubu Suleiman na wenzake wakijiuliza nini wamekosea. Kipindi cha pili vile vile ambavyo walitumia katika mpira wa kutenga ulozaa goli la tatu, walijisahau walinzi kufanya marking, na ukamkuta mpira Hassan Alanes mbele ya Taryin Allarakhia. Tanzania iliocheza dakika 45 za kwanza ni kwa tofauti kabisa na hii ambayo inacheza dakika 45 kipindi cha pili.

anakwenda nje, anataka kufanya jambo lakini hesabu zikakataa. Morris Abraham ametabuza pasi nzuri sana ile, ametoka uzuri pia Alphonse Mabula Abraham

tatu wanapata Tanzania kupitia yule yule ambaye aliifungua milango kwa kuandika goli la kwanza, Charles Mmombwa. Nizamu ya Khalid Al Rashid kujilaumu. Kazi nzuri ya pressing ambayo anifanya Selemani mwalimu inazaa matunda kwa Stars. Walianza kukujiamini katika eneo lao la ulinzi Kuwait, akafanya pressing Selemani mwalimu na mpira ukamkuta Charles Mmombwa ambaye hajafanya makosa na kuiandikia Tanzania goli la tatu kufufua matumaini ya kutopoteza mchezo huu. Kuwait, ni nafasi ya Kuwait sasa. Anapiga pasi moja nzuri sana ya kutambaliza, anakaa imara na kukata out. Dixon Job bado hatari, Shabaib anakataa, Yakubu Suleiman Mwamnyeto anaondosha, Abraham mwalimu imeguswa na popita kwa shomari Kapombe. Kapombe na cross nzuri kona, anaungiza kupitia bakari Bakaria, lakini lakini anaishia kwenye mikono ni, ni ya Rashid ama anje mpira na shomari Kapombe. Dakika tisini zinakamilika katika uwanja wa Al Salam Kairo nchini Misri. Tanzania inakosa tena bahati na uwanja huo. Full time katika Dimba Al-Salam Cairo. Kuwait 4 Tanzania 3